Sikia sana kwenye mitandao ya kijamii ki sasa hivi kwamba kuna vuguvugu vugu lingine la kutokea yaliyotokea Oktoba 29 uh, tarehe 9 Disemba uh, Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na, na Disemba. Natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back, tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane tusiruhusu tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions. Yanatokea vurugu yeyote ya ikitokea, tujiepushe. Watanzania sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania, tunawaomba Watanzania, kila mmoja wetu tuwajibike, tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, kwa sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai. Ni jambo ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo ambayo nitasema eh, connections baadaye. Eh, wewe ukiwa ndo huko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kuna kukawa na loss of lives, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.